Hawa ni viongozi na wataalamu kutoka mamlaka za serikali za mitaa kwa halmashauri ya manispaa ya Lindi, wakiwamo watendaji wa kata, wakuu wa idara na kamati ya usalama ya wilaya, wakipata elimu ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Mafunzo hayo yamefunguliwa na Mkuu wa Wilaya ya Lindi Victoria Mwanziva, ambaye ameweka wazi kuwa wilaya yake ni mnufaika wa fedha kutoka serikali kuu zaidi ya shilingi bilioni 130 zinazotekeleza miradi mbalimbali mbali, na kudai kuwa mafunzo hayo yatakuwa na tija kwenye usimamizi wa miradi hiyo. Tunaweza tukapewa fedha nyingi za maendeleo, lakini bila amani, bila uwepo wa utulivu na bila utawala bora tunaweza tusipate matokeo yale chanya. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu. Watendaji wetu ndio wasimamizi wakuu wa maendeleo katika maeneo yetu. Leo wanapata uwezeshwaji, elimu ya uraia na utawala bora, ili iende ikawasaidie katika utendaji wao wa kazi za kiserikali na shughuli mbalimbali za maendeleo katika maeneo yao kila siku. Mkurugenzi wa ufuatiliaji na tathmini kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Emmanuel Mayeji, akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa wizara hiyo, anaeleza lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo watendaji katika ngazi za halmashauri, wilaya, kata na vijiji ili waweze kuwa kupokea malalamiko ya watu kuyatatua kwa mujibu wa sheria na kuzingatia taratibu na misingi ya utawala bora. Kwa hivi haya mafunzo tumeona ni muhimu sana, hasa tunapoendelea na kampeni ya huduma msaada wa kisheria yani Mama Samia Legal Aid kampeni. Nchi nzima tumegundua kwamba kuna baadhi ya viongozi na watendaji wanatenda pasipo kuzingatia misingi ya haki za binadamu na misingi ya sheria zilizopo. Wawezeshaji wa mafunzo hayo ni kutoka ofisi ya Rais Tamisemi, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora na Jeshi la polisi. Na hapa Yohana Mcharo, ambaye ni miongoni mwa wawezeshaji kutoka Tume ya Haki za Binadamu, anaeleza umuhimu wa mada alizofundisha. Masomo haya yana lengo la kusaidia waliopewa dhamana kusimamia taifa letu katika ngazi zote, kuhakikisha kwamba nchi hii ni nchi ya demokrasia, na kama ni nchi ya kidemokrasia basi kila mwenye dhamana ahakikishe anatambua huduma yake kwa wananchi, kwa kuifikisha kwa wakati, kwa haraka na kwa ubora. Na hii ndio kauli ya baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo. Mafunzo haya yanaleta tija, kwa sababu yanatuongezea uwezo mkubwa wa kwenda kufanya kazi na namna ya kufanya na kutekeleza majukumu ya serikali. Tumepata elimu ambayo itaweza kutusaidia tutakapoenda huko katika kata zetu ili kuweza kufanya utekelezaji wa majukumu yetu katika ulinzi na usalama. Jumla ya washiriki 51 kutoka manispaa ya Lindi wamepata mafunzo hayo ya elimu ya uraia na utawala bora.